Asanteni sana mwenyekiti, najua uwepo wako wilaya hii ya Mbogwe kwa kweli, nikisema unaisimamia serikali, najua mengi umeyafanya, na naamini na Chama cha Mapinduzi umekibadilisha, maana nikijua, yaani, miradi mingi sana ambazo zilizofika wilaya yetu hii, ikiwemo na kata ya Ikobe viongozi wa serikali wamesimama kwa ajili ya kuiogopa chama cha mapinduzi, wanajua yani, kwa kweli mama yetu anatoa hela kwa ajili ya kuhudumia watu wake. Kwa kweli, mwenyekiti, mimi nakupongeza sana pamoja na kamati yako ya siasa. Pili, niombe kuwashukuru viongozi wote niliowakuta kwenye mkutano huu, mmenitia faraja mimi pamoja na wenzangu kwa kweli ndugu mwenyekiti, nimefurahi sana, viongozi mko wengi, na hii ndiyo mila na desturi ya mwana CCM, ndio mila na desturi ya, ya, de ya Mtanzania, ndiyo mila na desturi ya Mwafrika. Hongereni sana, nawashukuru sana waheshimiwa viongozi. Lengo na madhumuni ya ziara yetu ni kuja kuwasalimia nyinyi hapa. Nchi yetu ina ndege kumi na sita ina ndege ndege kumi na sita na ndege kubwa kubwa kubwa, nazijua weza kuwa za mizigo. Sasa ndege zinabeba bidhaa za wakulima wa Tanzania, wafanyabiashara wa Tanzania, wa Tanzania wanapeleka nchi za nje, wanapeleka China, wanapeleka nchi yeyote duniani. Hayo ndiyo maendeleo My unapoaminiwa kama tulivyomwamini Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mujibu wa katiba yetu, na sasa tunaendelea kuwaamini eh. Unapoleta vitu vya muhimu vya usafiri, manake nchi yako unaiunganisha na dunia nzima. Wapigieni makofi. Kazi zilizofanyika ni kubwa, lakini serikalini, kazi zilizofanyika kwa watanzania ni kubwa, mama amezifanya tukasema wewe endelea, tutachukui mtu mwingine kwa sababu daktari ya Samia Suluhu Hassan ametekeleza mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere lenye fedha nyingi. Maendeleo yote huwezi kuyapata bila kuwa na umeme. Ndiyo maana tumekuwa tukilalamika kwa muda mrefu kwamba watoto wetu hawapati ajira. Kuna umeme, huwezi ukajenga kiwanda. Sasa hivi unaona hata sarudi zetu hizi viwanda vinajengwa vya kila aina. Mradi ule mama mzee ni wa pesa nyingi, kazi inayofanyika sasa. Sasa hivi tunapeleka umeme kwenye vitongoji na kazi imekwisha anza, imekwisha anza kufanyika, ni mradi mkubwa wa pesa nyingi naona wana CCM wenzangu, ni kazi ngumu. Daktari Samia Suluhu Hassan ni raisi wa awami. SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma umekwisha kamilika na unafanya kazi. Tulivyoenda kwenye mkutano tarehe ishirini na tisa na thelathini Dodoma, wale wa Dar es Salaam Morogoro walikuja na treni ile, inapungua mpaka Mwanza Tunayoona wana CCM wenzangu, utakuja mpaka Mwanza na tayari kuna wakandarasi wanaendelea na kazi, na mawaziri wote tuendelee kuwaombea kwa, kwa Mwenyezi Mungu. Tunaze na elimu ya elimu ya msingi wilaya nzima wilaya nzima shule mpya, ukiziona hizo shule keteuingira mtoki washika hachuo nolo sekondari na bio na vigae kila kitu. Tunazo shule nne mpya kwa wilaya nzima, nitaja majina au imetosha hivi? tunayo Mnalani shule ya msingi iko Nyakafuru mpya nzuri, milioni mia mbili na themanini tunayo sh... inaitwa sh... Samia shule ya msingi iko kata ya Ulembera, nzuri. Tunayo makufuri iko Ulembera, nzuri. Tunayo shule ya English medium kata ya Masumbwe, kata ya Masumbwe lia tunajaribu kuangalia wingi wa watu Ukienda kata ya Ulembela ina watu wengi, kata ya Nyakafuru ina watu wengi, inaongoza kwenye wilaya hii, inafata kata ya Masumu na kuja Ulembea. Kwa hiyo watoto ni wengi, kazi ya viongozi ni kupeleka huduma za lazima. Kwa hiyo population ya kata ya Ikobe kwa sekonda, kwa shule za msingi mlizo nazo zina kizi, eh, madarasa yanatosha. Sasa msije kuanza kujengea hoja, madiwani wangu wamefanya kazi nzuri. Tunataka viongozi tunataka viongozi tunataka viongozi wanaokiheshimu chama cha mapinduzi, kwa nafasi ya udiwani, kwa nafasi ya ubunge, wanaomsamini mwenyekiti yaani, halmashauri kuu ya CCM ya kata na ule mkutano mkuu, pamoja na wananchi wote, tunamtaka kiongozi kwanza mwenye hofu ya nini? mwenye hofu ya Mungu. Si tunaelewana ndiyo? Tunataka viongozi wenye hofu ya Mungu. Msichague viongozi anakwenda madarakani anaanza kujinyemesha yeye mwenyewe. <coughs> Si tunaelewana ndiyo? Mkichagua kiongozi wa namna hiyo, mtatazeka miaka mingapi? Miaka mitano. Tunataka kiongozi mwenye hofu ya Mungu kiongozi nyinyi ndio waajiri kwenye chama chetu, kwenye kura za maoni tunaajiri atakayepeperusha bendera ya CCM kwa udiwani na kwa urais na, na kwa ubunge. Kwa udiwani na kwa ubunge, tunaelewana? Tunataka mbunge, tunataka diwani awe wa viti maalum awe wa jimbo anayefanya kazi kwa kushirikiana na wananchi, anayewatembelea wananchi, anayefanya mikutano, anawafikia wananchi. Tunaelewana yeah. Sijui <coughs> mnanielewa yeah. Sitaki diwani hatembelei wananchi, hashirikiani na wananchi, anajali shughuli zake tu hatusaidii wananchi, si tunaelewana yes. Eh. Wengi watakuja wanataka ubunge wanataka udiwani, lazima tuwapime, lazima tufanye nini? Lazima tuwapime. Umwene huyo umwene hana diwani atakutotegeleka. Umwene huyu umwene huyo hana mungi ata kutotegeleka, sio? mnanielewa yes. Watakuja wengi wengine unawachagua mpaka miaka enga, hatutaki. Yeah, no, no, diwani wa hivyo, hatutaki mbunge wa hivyo. <coughs> Tunataka anayetutembelea anayesikiliza shida zetu, aenda akasema, kama ni diwani apeleke kwenye baraza la, la, la, la halmashauri, kwenye kata yangu kuna shida moja mbili tatu, kwenye jimbo langu kama ni mbunge kuna shida moja mbili tatu yeah. Si tunaelewana yeah? Tunataka diwani, tunataka mbunge wa kwenda kusemea shida za wana CCM, kwenda kusemea shida za watanzania wote wa Mbogwe hii.